Kila mwanadamu ana dini, hata kama atadai kuwa yeye hana dini, lakini mfumo wa maisha yake ndiyo dini yake, na kile anachokifuata na kukitii na kukinyenyekea ndiye Mola wake

Humjui yule ambaye ameyafanya matamanio ya nafsi yake kuwa ndiyo mola wake. Kwa hiyo hakuna yule ambaye hana dini wala hakuna ambaye hana mola anayemuabudu. Kila mmoja ana dini yake, na kila mmoja anayemuabudiwa anayemuabudu katika aya hii niliyoitanguliza

Hakuna shaka kuwa Uislamu ndio mfumo wa haki. Uislamu ndio mfumo sahihi ambao kila mwanaadamu anatakiwa mfumo huo aufuate. Na miongoni mwa dalili zinazoonyesha na kujulisha kuwa Uislamu ni dini ya haki, alislamu yaamuru bilimani bikulli haqqin wasidqin wa wa birrin wa adlin

na kila salahi na kila jambo ambalo ndani yake kuna salahi na kutengeneza wakhuluqin jamili. Na uislamu umetuamrisha sisi tabia zilizokuwa njema, wayanha, na uislamu unakataza. Amma yudadu dhalika, uislamu unakataza yale yote yaliyokuwa kinyume na hayo, hakuna khairi

na hakuna shari isipokuwa Uislamu umeikataza. Na miongoni mwa dalili zinazoonyesha kuwa Uislamu ni dini ya haki, dini ya Uislamu ni dini iliyohifadhiwa, ni dini ambayo haiingiwi na mabadiliko. Hawezi mtu kuja kuuchezea Uislamu, mtu akabadilisha au wakazidisha au wakaichakachua Qur'ani kama vinavyochakachuliwa vitabu vingine, huzidishwa, hupunguzwa. Katika Qur'ani hakuna mtu atakayeleta ipya isipokuwa jambo lake litajulikana, isipokuwa atabainishwa na uovu wake utawekwa wazi. Ni mara ngapi dini hii inapigwa vita? ni mara ngapi dini hii inachafuliwa? Lakini dini hii imebaki kuwa ni thabit, imethibiti dhidi ya vitimbi vya maadui wa Uislamu. Ni maneno mangapi yanayosemwa dhidi ya Uislamu? Ni kitu gani kilichoubadilisha Uislamu? Ni kitu gani kilichoubadilisha Uislamu? Ziko dini zimeingiwa, zimeingiwa na taharifu, zimebadilishwa wamekuja baadhi ya watu waovu wakabadilisha, lakini katika Uislamu hilo halipo. Jambo ambalo linajulisha kuwa aliyoeleta al Mtume sallallahu alayhi wasallam na kitabu alichokuja nacho ni tanzilu min hakimin hamid, ni uteremsho unaotoka kwa Allah subhanahu wataala, mwenye hikma, Allah subhanahu wataala aliyetukuka, mwenye kusifiwa. miongoni mwa mahasini lislamu miongoni mwa mazuri ya Uislamu na miongoni mwa dalili zinazoonyesha kuwa Uislamu ni dini ya haki. mabiniyun ala tawhid alkhalis, Uislamu umejengwa juu ya tauhid, juu ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi Waislamu hatuna miungu watu

Allah subhanahu wataala, aliyejitosheleza, almughli, mwenye kuwatosheleza wengine. Tunamwabudu Allah subhanahu wa taala, albaru rahim. Allah ni mwema, ni mwingi wa huruma, mwingi wa ihsan. Ni neema ngapi ambazo Allah subhanahu wataala alizotunemesha? Ni mara ngapi Allah ametuokoa sisi kutokana na mabalaa, ametuepusha shi sisi kutokana na shari. Huyu ndiye mola wetu sisi Waislamu. Hatuabudu vinyamkera wala sisi hatuwaombi wafu waliokufa, vyovyote vile watakavyokuwa, si masharifu wala si mawalii. Sisi hatuwaombi hao, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ndiye tunayemtaka msaada Nyoyo zetu tumezifungamanisha na yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka wa bihamdik, utakasifu ni wa kwako na kila sifa njema ni za kwako, ewe Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa dalili zinazoonyesha kuwa Uislamu ni dini ya haki, Uislamu ni dini ya haki Qurani kusadikisha yale yaliyokuwa katika vitabu vilivyopita. Uislamu na Quran unasadikisha yale yaliyomo katika vitabu vilivyopita. Uislamu umeelezea kisa cha Adam na Hawa kama kilivyoelezwa katika vitabu vilivyopita. Uislamu umetuelezea habari za jumati zilizopita, watu wa Ad, watu wa Thamud, watu wa Shuaib, watu wa Madyan

Watu wanahitajiana, hakuna aliyekamilika katika kila nyanja. Huwezi wewe ukawa daktari, kisha wewe ukawa mkulima, wewe ukawa mwalimu. Wanadamu wanahitajiana. Wanawake wameambiwa watulizane majumbani mwao, na Waislamu na wanaume wanatakikana watoke wakawatafutie watu wao, pamoja kuwa watu wanakwenda kinyume na haya maagizo lakini hivi ndivyo Uislamu ulivyotufundisha. Kwa sababu hivi, kwa sababu haya ndiyo yanayoafikiana na akili. Kila mtu aliyekuwa na akili salama anayatambua. Angalia leo jamii ilivyoharibika, angalia watoto walivyoharibika. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwatoa wanawake ndani ya majumba yao, wakatoka nao wanapigana vikungu na wanaume majiani, katika madaladala, katika magari. Kwa hiyo nidhamu imeharibika ni miongoni mwa dalili kubwa zinazoonyesha kuwa Uislamu ni dini ya haki na Uislamu ni dini aliyoiridhia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna shaka katika hilo. Ama mapungufu yaliyopatikana kwa Waislamu ni kwa sababu ya uzembe wao wenyewe wa Waislamu na ni kwa sababu ya kuachana kwao na dini yao Waislamu, wala udhaifu huu usinasibishwe katika Uislamu.

ni zama za giza kwa sababu wao wa magharibi walikuwa wamezama katika ujinga, walikuwa wajinga, hawajui kuvaa, hawajui kusoma. Tazama katika zama hizi namna Waislamu walivyoendelea, alasru ldhahabi lilmuslimin. Tazama Waislamu katika kipindi hichi walichokuwa wameshikamana na dini yao, namna Waislamu walivyopiga hatua, hakuna umma uliokuwa mfano wao. Kwa nini tutazame kipindi hiki? Tutazame kipindi hicho, watu waliposhikamana na uislamu aliofundisha kwena Mtume salawatu llahi wa wasalamuhu alayhi. Halafu haya maendeleo ya nje, haya maendeleo ya nje haya, haya kiuhalisia, siyo maendeleo. Haqiqatan ni maendeleo ndiyo, lakini kiuhalisia siyo maendeleo, ikiwa ndani yake hakuna akhlaq, hakuna tabia njema. Hao wa magharibi Walau, watu wanaowaitakidi kuwa wameendelea wanakusudia haya maendeleo ya nje sasa tutazame ukatili ulioenea katika nchi zao tutazame ufuska na upuuzi ulioenea katika nchi zao wana tofauti gani na wanyama bal hum ashad bali wao ni zaidi ya wanyama wanatofauti gani kwa hiyo ni maendeleo tu, lakini ukitazama chini yake na uhalisia wake, ni ujinga na upotofu, ni kharabun. Kwa hiyo watu hawatakiwi kuhadaika na haya waliokuwa nayo wa Magharibi. Watu hawatakiwi kuiacha dini yao kwa sababu ya udhaifu waliokuwa nao. Waislamu, hii ni di dini ya haki, hakuna shaka ndani yake, na nusra ya Allah iko karibu.